Sasa sisi tuna silaha kubwa, moto tunao wa kujizuia, moto tunao wa kujilinda, eh? Tuhakikisha tarehe ishirini na tisa kila moja kwa sehemu yake anatoka, kila mtu kwa sehemu yake anatoka, ili uwe sehemu ya ukombozi. Usijione we weti, eti wewe eti eti wewe sehemu yako wewe, ni kwamba wewe ni kuishi tu, wewe ni kuishi tu. Unaishi kwenye unaishi kwenye dunia ipi? Eh, unaishi kwenye nchi ipi? Wewe unaishi kwenye nchi ambayo muda wote unachinjwa, na bahati mbaya sana, nyewe nyewe mmeona hadi watu wa CCM wanachinjwa eh? Yeah. Tuko kwenye nchi ya kuchinjwa chinjwa, tuko kwenye nchi ambayo kodi zinaongezeka kila kukichwa, kila kila asubuhi ni kodi ni kuongezeka, leo kesho anakaa watu wanakuja na miamala iongezeke. Tuna bunge ambalo halina wawakilishi wa kutoka wananchi, haliwezi kujadili jambo lolote la wananchi. Tuna bunge ambalo tu ni wapiga ma, wapiga makofi kumsifia rais, wapiga makofi kumsifia, sio kazi yao ile. Kazi yao ya kikatiba wao ni kutuwakilisha sisi na kutunga sheria sasa mtu gani tunawapeleka wabunge, ambao hata yani, hata mihimili mitatu ya nchi hawajui, anaenda kutunga sheria ipi? hiyo sheria ndo tunakuja kui yani, sheria ambayo anaenda kuitunga Baba Levo, sheria ambayo ameipitisha Babu Tale mwaka jana, ndio sheria ambayo sasa hizi inamuongoza daktari, ndio sheria ambayo sasa hizi inamuongoza mtu yeyote aliyokuwa hapa Tanzania eh. Alafu sheria zenyewe zinachagua. Ndugu zangu, hii nchi inazungumza kwenye kwenye katiba kwamba kila mtu ana uhuru wa kusafiri, kila mtu ana uhuru wa kupata habari na kutoa habari. Eh, leo hii si tukiwa tunaambiana hivi tunaonekana wakorofu. John Heche juzi anasafiri, amezuiwa. Sio Heche tu, Malaki hata wewe kesho, kuna siku, na wewe kuna siku utakuja kuzuiwa. Kuna mtu anaamini kwamba kwa sababu Heche ni wa Chadema ndo maana amezuiwa. Na wewe kuna siku nyingine utakuja kupigwa pini. Sasa tusitamani hiyo siku ifike, ni lazima tuhakikishe kwamba hiyo siku kabla haijafika sisi tunaizuia. Kila mtu kwa sehemu yake tarehe 29 atoke, kila mtu kwa sehemu yake tarehe 29 atoke Eh? tusiwe wabinafsi kiasi hicho, tusiwe wapumbavu kiasi hicho, eh? Watu, haiwezekani nchi tuko milioni stini watu, watu milioni stini tunaongozwa eti na familia mbili. Hivi si tuna akili? Si ni matakataka? Wee hapo ulipo ni takataka, na ndugu yako unayemwona hapa anajifanya anaakili naye ni takataka vile vile. Eh? haiwezekani watu milioni stini eti familia mbili ndio zina kazi na kuamlia familia mbili zina kazi na kwa. Hebu hebu saizi niambieni uhuru wa kuabudu, kila mtu kwa imani yake, huu tumepewa na katiba. Lakini leo kuna mtu anaamua tu kanisa fulani lifungwe, hata hilo kanisa mnalo sali na wewe litafungwa. Na ndio maana ukija kuangalia saizi paka maaskofu wa Roma na wenyewe wanakipitia. Kuna mtu alikuwa anaamini kwamba maaskofu wa Roma anaweza kupitia hiki kitu ambacho anakipitia? Acha wanatekwa kiasi. Kuna mtu alikuwa anaamini eh kama kama maaskofu wao wanatekwa kiasi, kwa nini kanisa lao lisifungwe? Eh? ndugu zangu amkeni, amkeni mlipo, amkeni kila mtu amke alipo, acheni ubinafsi uliopitiliza. Sisi ndo tumewapa nguvu hiyo, uoga wetu huu tunaojifanya si waoga, si si ustarabu, sio ustarabu huu, ni upumbavu na ni takataka. Hivi ambavyo tunavifanya ni upumbavu ambao haujai kuwepo ulimwenguni. Sisi ni lazima tupaze sauti, tunavyoona vitendo vyake havifanyiki kwenye nchi yetu. Lazima kila mmoja kwa sehemu yake apaze sauti, na tukisha kuwa tunapaza sauti, maana yake tutatoka hadi kwenye unafiki. Na ndio maana mimi, mifamilia yenu hiyo yote inakuwa na mambo ya kinafiki mioyo ya unafiki na tutafuna. Amkeni, kila mtu atoke kwenye familia yake, atoke kila mtu aamini kwamba haki ni msingi wa amani, haki ni msingi wa maendeleo, haki haki. Mungu mwenyewe ambaye amekumba anakuambia hata. So, ladies and gentlemen, uh ni mabishano tu ama ni ule uhamasishaji wa watu ambao wanazidi kuhamasishana ili waweze kutoka tarehe ishirini na tisa kwa minajili ya kuandamana. Na sababu kubwa yao ya kuandamana wanasema kwamba kuna haki ambayo wanaikosa kama wananchi ambao wanastahili kwenda kupiga kura, lakini uh, kuna haki fulani ambazo hazijazingatiwa, so kwa maoni yao wanataka zile haki zizingatiwe na iwe kuwe na uhuru fulani ambao utawawezesha hao wa kupiga kura, lakini kama endapo zile haki hazitazingatiwa na ule uhuru wataukosa basi, wanasema kwamba hawatopiga kura kama kabisa. Sasa kwa video nyingine ambayo nataka kuonyesha hapa, ni video pia vile vile ya aliyekuwa rais Pombe John Magufuli ambaye naye pia vilevile vile alikuja akatishia wale ambao ni watu wa kuandamana ambapo alikuja wakatishana kuambia kwamba ole wenu nyinyi ambao mnataka kuandamana, kwa sababu nitawafinya vile ambavyo inastahilika. Na vilevile vile pia akasema ya kwamba aa, kama kuna watu ambao wana mobilize watu waandamane, basi hao ambao wanaambia wenzao waandamane waanze hao kwa mstari wa mbele kuandamana. Sitaki nchi hii iwe nchi ya vurugu. Watakaoleta vurugu mimi nitawashughulikia kikamilifu bila huruma na wasije wakanijaribu. Mimi ni tofauti sana, na kama wapo watu wanawatumia, wakawaeleze vizuri. Mimi sijaribiwi na wala sitajaribiwa. Wananchi hawa wana shida na siasa. Nzuri ni wananchi wetu washibe siasa nzuri ni wananchi wetu wapate madawa. Nataka hao wanaotetea maandamano watangulie wao, halafu wataona cha mtema kuni. Wasiwatangulize watoto wa masikini. Wao wanakaa gesti, wanalala watoto wa maskini wanawapa viroba. Tangulieni huko, watangulie wao na mimi nataka watangulie wao hiyo tarehe waliyoipanga. So kwa kauli za Magufuli hapa, alikuwa anaonyesha watu ya wa kwamba kunao baadhi ya watu ambao wanaohamasisha watu waweze kuandamana nchini Tanzania. Sasa kwa sababu ya muda, leo niruhusuni nisome comment nne peke yake ambazo Watanzania wamezungumzia hili jambo ambapo ya kwanza inaenda kama hivi: huyu Magufuli yuko sahihi, kwa sababu alikuwa amenyooka mambo yake, alikuwa uwezi kusikia ufisadi wala utekaji, mambo yalikuwa safi, hospitali watu wanatoa huduma kwa wakati. Sasa ya nini uandamane? um, maisha yalikuwa fresh tu, vitu vya kijinga ana vitu vya kijinga a, kama kemea, a, vitu vya kijinga anakemea So ilikuwa ni ngumu sana kuandamana, so kila kitu kilikuwa shwari ila uh, wa sasa hivi Samia sasa, kukemea utekaji hamna, kukemea ufisadi hamna kitu. Sasa hapo ni lazima tuandamane sote. Kama angekuwa anafanya vitu vya, uh, vya Magufuli alikuwa anavifanya, sidhani kama kungekuwa na huu mpasuko, mpasuko Uh, mtazamaji nasoma kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mapumziko kwa sababu najaribu kusahihisha zile uh, yale ambayo ni kama mistake ambazo zimefanywa kwenye hino uh, comment section hapa. Mwingine akaja hapa kamjibu huyo akamwambia kwamba much no, yani unazungumza sana ama unajua zaidi. Uh, kakujibu vizuri wewe unafiki kina Roma na wao wengine walitekwa na nani? Hebu tuache ubaguzi. Mwingine naye vile vilevile, watatu hapa, kabla sijenda wamwisho, amesema kwamba maneno haya akiongea Samia, makanisa yote yangeacha ibada zao na kumlaumu na kutengeneza viji sababu, sababu visivyoeleweka. Na mwisho wamwisho, akaja hapa akamjibu huyu akamwambia, sio makanisa tu, au wapinzani wote wangekuwa ndio point ya kumpiga kwa matusi majukwaani. So ladies and gentlemen, leo sina mengi na acha nikuamie hapo tu. Kwa miaka mingi watu wengi wamekuwa wakiteswa na maradhi sugu na matatizo ya kishirikina, lakini sasa kuna suluhisho. Karibu kwa Dkt. Ngoso, mtaalamu mashuhuri wa tiba za asili, kiboko ya magonjwa sugu, uchawi na matatizo ya kishirikina. Unasumbuliwa na kifafa, nguvu za kiume kushuka, presha, kiharusi, matatizo ya macho, tumbo au mifupa kuvunjika? Usiangaike tena, Dkt. Ngoso ana tiba ya uhakika, salama na ya asili, zilizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini si hayo tu, Dkt. Ngoso pia hutatua uchawi na chuma ulete kukosa kazi au mvuto wa kibiashara humrudisha mpenzi au mume au mke aliyekuacha, kushinda kesi mahakamani, kufungua vifungo vyote vya kishirikina mwilini, tiba ya kuacha pombe, kusafisha nyota yako na kukulinda dhidi ya vijicho na uchawi. Huna haja ya kufika ofisini kwake, huduma zake zinakufikia popote pale ulipo, kutoka Kenya hadi Uganda, Tanzania hadi duniani kote. Wasiliana naye kwa WhatsApp +254 718 756944.